Njombe ambako hekari kumi za mashamba ya mahindi miwa, na migomba mali ya wananchi wa kijiji cha mpanga Mpya, wilaya ya Wanging'ombe, mkoani Njombe zimefyekwa na wanaodaiwa kuwa askari wa pori la akiba la Mpanga Kipengele wakidai yapo ndani ya eneo lao. Zaidi na Mesi Sekabogo ambaye anaripoti kutokea Njombe. Mashamba haya kulikuwa na mazao ya mahindi, miwa pamoja na migomba ya ndizi. Wamenifyekea shamba langu lenye upana wa eka moja, urefu zaidi ya eka moja. Kwa kweli mimi kama mama nasikitika, naomba serikali iingilie kati, ifanye kazi. Kama kuna jambo lolote, tunaomba serikali ituambie tu tuwatunalea kinachoendelea. Mwenyekiti wa kijiji hicho Fikiri Ayubu Mwemeji ni miongoni mwa walioharibiwa mashamba yao. ya serikali hiyo hiyo inatugeuka kuwa hii eneo siyo eneo la kulima sasa, kama mimi mwenyekiti wa kijiji na wananchi wangu zaidi pengine ya watu mia saba hamsini katika kijiji hiki kinategemea kulima na hatuna biashara yoyote huku, huku shambani. Mara baada ya kuzungumza na wananchi hawa na kusikiliza malalamiko yao safari ikaanza kuelekea ofisi ka hifadhi ya Mpanga Kipengele. Kabla ya kufika ofisi za hifadhi hiyo, na kutana na wananchi wengine ambao wameandamana, lengo likiwa ni kumwona meneja wa hifadhi, lakini busara za diwani wa kata hiyo Hassan Ngela inatumika kuwatuliza jazba, kusubiri utaratibu wa kufikisha swala hilo mahakamani. Nina uhakika kuwa wanachofanya sicho, wanafanya kazi kwa mazoea kwa sababu kata haikuwa na diwani tunataka kusajili tu kwamba mmefanya nyinyi, ili wajikomiti kwamba wamefanya, tunakwenda mahakamani. Baada ya kufika katika ofisi za hifadhi, ofisi zilikuwa zimefungwa. Mrs. Kabogo, Azam News.